Karibu ndugu mtazamaji, katika tiba asili kwa Dr. Ngoso, tupo ndani ya nchi ya Kenya hapa mji wa Bungoma. Kuna maradhi ambayo yanasumbua watu sana, ya kifafa. Kifafa leo tumeipatia suluhisho lake ambayo ni dawa hii hapa. Hii dawa ina maradhi mengi lakini, miongoni mwayo ni kumaliza tatizo moja la kifafa. Wale ndugu zangu ambao tuna tatizo ambalo limetusumbua muda mrefu sana la nguvu za kiume, leo tumewaletea hii, hii dawa ambayo ni kiboko. Naam, kwa hiyo kuna wale ndugu zangu ambao wana mauzauza mauzauza. Ndani yake kuna vitu vingi sana. Kuna nyumba ambazo hazikaliki, ni vurugu ndani ya nyumba, unakuta hamuelewani, hamjui tatizo liko wapi. Ukifika kwa Daktari Ngoso utapata msaada wako mkubwa utapatikana hapo. Tuna dawa moja mujarabu sana, ambayo inahusiana na maswala mazima ya, ya mvuto mvuto wa biashara. Ukiwa una biashara yako ambayo watu kupatikana wateja ni shida, basi njoo kwa Daktari Ngoso, utakutana na hii dawa. Kuna wale ndugu zangu ambao tunasumbuana sana kwenye maswala ya kesi, kesi hizo ya namna yoyote ile it, it, it, itamalizwa tu nam alafu pia kuna ndugu zangu ambao wanahangaika sana na maswala ya kinga katika maboma yao, pia katika ofisi zao, ambalo ukifika hapo kwa ofisi ya Dkt. Ngoso utakutana na dawa ambayo itakusaidia sana maswala ya kinga, na pia zipo njia mjarabu ambazo utaelekezwa, hata kwa dua tu utapata msaada mkubwa sana. Naam, wale ndugu zangu ambao tunahangaika na maswala mazima ya mvuto yaani kupendwa na watu, mwanamme kupendwa na mwanamke, mwanamke kupendwa na mwanamme, tumewaletea hii dawa Nuru. Dawa hii hapa ni mujarabu sana na imesaidia watu wengi sana ndani ya Kenya na nje ya Kenya pia. Pia tuna tuna visomo vya rokya ndugu zangu. Kuna wale ambao wanasumbuliwa na, na, na majini mashaitani. Kwa hiyo utakapofika kwa Dr. Ngoso Swala ni moja la rukia. Rukia itasuluhisha kila kitu ki, yani shida ni ufike tu kwa dr Ngoso. Hilo ndio jambo ambalo tunalopambania kwa sasa hivi, na wale ndugu zangu ambao tunasumbua na majumbani, hatuwezi yaani, mapenzi yamekuwa changamoto, kupendwa kumekuwa ni tatizo. Fika kwa dr Ngoso, utapata suluhisho la dawa hiyo. Naam, pia kwa namba zetu zitapatikana zita, kwa sifuri saba 1875 6944, pia tunapatikana Instagram, e, Facebook TikTok, na kwa hivyo nashukuru sana kwa kunisikiliza, asante sana.